Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo, Jumatano, juma la 27, kipindi cha kawaida cha mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza natoka katika kitabu cha nabii Yona sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na somo la injili kutoka injili ya mwinjili Luka sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya nne. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilidoandikwa na Luka. Yesu alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana Tufundishe sisi kusali kama vile Yohane alivyofundisha wanaponzi wake. Akawaambia, msalipo semeni, Baba, jina lako litakaswe. Ufalme wako uje. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamehe dhambi zetu. Kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumuyaye, na usitutie majaribuni. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Ndugu zangu, nawaalika katika tafakari ya injili ya siku. Leo tunapo tafakari juu ya sala au kusali, na kwa namna ya pekee tuna tafakari juu ya sala ya Bwana. Mama Teresa wa Calcutta anasema, sala ni kujiweka wewe mwenyewe mikononi mwa Mungu, na kuwa tayari kuisikiliza sauti yake kutoka ndani kabisa ya moyo wako au ndani ya kilindi cha moyo wako. Papa Francis alisema usali ni kufungua milango wa Bwana aweze kufanya kitu, tukifunga milango Bwana hawezi kufanya kitu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2559 inasema Sala ni kuinua moyo kwa Mungu au maombi ya mambo mema kwa Mungu katika Agano Jipya ambalo msingi wake ni mwanakondoo mwenyewe yaani Kristo. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2565 inatuambia sala ni uhusiano hai wa wana wa Mungu na baba yao mwema bila mipaka na mwanawe Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, leo injili inatutafakarisha juu ya sala ya Bwana mbayo kama Wakristo pengine tunaisali kila siku. Nasema pengine, kwa sababu si wote tunakuwa waaminifu tunasali kila siku katika maisha yetu. Kama Wakristo tunapaswa kusali kila siku sala ya Bwana. Katika injili tumesikia wanafunzi wa Yesu wakiomba wafundishwe kusali. Ni wazi huwezi ukatoa usicho nacho. Kristo alikuwa na desturi na utaratibu wa kusali, hivyo sala ni sehemu ya maisha yake. Ndio maana wanafunzi waliona wana uhitaji wa kujua sala, lakini uhitaji huo ufumbuzi wake ulikuwa unapatikana kwa Kristo, maana yeye alikuwa anazijua sala. Wanafunzi walipomtazama Kristo akisali, kuna nguvu iliwakuta na kuwafanya watamani kuwa kama mwalimu wao, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo walitamani na wakaomba wafundishwe usali. Kristo alivyosali alionesha alionyesha umoja na Baba. Ndugu zangu, ombi la wanafunzi la kufundishwa kusali siyo kujifunza kusali ila ni kusali moja kwa moja, yaani kusali kwa moyo, sio kufanya majaribio ya kusali. Tunaposema tunajifunza, tunaweza tusiweke msisitizo katika kusali. Tunaweza tukawa tunataja maneno matupu bila mioyo, akili na nguvu zetu uwepo katika kumwomba Mungu. Daima tunapaswa kusali katika nyakati zote, ziwe za raha au za shida kama waraka kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 17, inavyotuambia, ombeni ila kukoma. Ndugu zangu, sala hii ya Bwana kwanza ni fupi na ni rahisi kuisali na ni sala yenye nguvu sana tukiisali kwa imani, kwa mioyo yetu, kwa akili, kwa nguvu zetu zote na kwa unyenyekevu. Sala ya Bwana inaanza na Baba yetu uliye mbinguni niwaze kuwa kila mwanadamu ana baba lakini, hapa Kristo anatuambia ni baba yupi tunaye buja bwake, muomba ni yule baba wa mbinguni, muumba wa mbingu na dunia, aliyemuumba hata baba yako na baba yangu ambao wametuleta wame hapa duniani. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanasema hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuna yoyote ambaye ashawahi kutumia kipengele hiki maneno haya kabla ya Kristo, yani, baba yetu buliye mbinguni. Kristo anatutambulisha anatuambia kuwa kila amwaminie Mungu ni baba yake, japo sala hii tunaisali katika wingi, katika jumuiya. Unaposema baba yetu, ujue vile vilevile ni baba yanko na ni baba yangu ambaye tunapaswa kumuomba, tunapaswa kusali kwake. Tunaposema uliye mbinguni, sala hii inatukumbusha kuwa Mungu ni mtukufu na ni mtakatifu. Sala ya Bwana ipo katika msingi wa jumuiya, baba yetu, na sio baba yangu. Lakini yatupasa kujua kwamba mimi mwenyewe nasali kwa baba yangu ambaye, napokuwa na shida, napokuwa na raha Daima ninapaswa kumuomba. Tunaposema jina lako litukuzwe, tunakiri na tunaapa kuwa ni Mungu wa pekee. Hawezi kuonanishwa na mtu yeyote katika ulimwengu huu au kiumbe kingine chochote. Sifa zake ni za pekee. Katika sala hii, kipengele kile cha jina lako litukuzwe, tunaaswa daima kumpa Mungu sifa. Ulitukuza jina lake, uliweka jina la Mungu la kwanza, uweka ufalme wa Mungu wa kwanza na mapenzi yake daima yawe ya kwanza, na turuhusu yatimie, yaani katika maisha yetu, jina la Mungu, ufalme wake na mapenzi yake vipate nafasi ya kwanza kabla ya majina yetu sisi na sifa zetu tunazozipata au tunazostahili hapa duniani. Kutokana na kazi kutokana na vipawa ambavyo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kristo anapofundisha namna ya kusali, anatufundisha kuwa tunapaswa kuyapokea mapenzi ya Mungu hapa duniani kama yalivyo huko mbinguni. Ndio maana sala inatuambia mapenzi yako yatimizwe huko duniani kama mbinguni. Mapenzi ya Mungu huko mbinguni Hakuna kikwazo wala utii haukosekani, maana wako malaika na watakatifu. Ila katika ulimwengu huu tunakosa kutii na kuna vikwazo vya adui shetani, ambaye umwangusha mwanadamu asimtii au asipokee mapenzi ya Baba aliye mbinguni, yaani muumba wake. Tunaweza tukashangaa kwa nini Mungu Anataka sisi tusali ili mapenzi yake yatimizwe. Je, Ye, yeye anashindwa kuyatimiza mapenzi yake hata bila sisi kusali? Jibu ni kwamba, ndugu zangu, Mungu anaweza hata bila sisi kufanya chochote ila anatualika kwa njia ya sala zetu kwa mioyo yetu na kwa matendo yetu ili tuone mapenzi yake yakitimia hapa duniani kama huko mbinguni. Katika sala hii ya Bwana, kipengele kile kinachosema utupe leo mkate wetu wa kila siku. Sala hii kupitia kipengele hiki inatualika kwa uhuru kabisa kumwomba Mungu mahitaji yetu ambayo ni kama chakula au riziki yetu ya kila siku. Tuna mahitaji ya msamaha na tunahitaji tuna mahitaji ya nguvu katika kushinda majaribu katika ulimwengu huu uliojaa changamoto, uliojaa majaribu, uliojaa dhiki za kila namna. Katika kipengele kile utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, Kristo anatumia, Kristo anatuasa, Kristo anatuambia kwamba sisi tulio wadhaifu, sisi tulio wadhambi, tuna jukumu la kuwasamehe wenzetu makosa yao, wasamehe wenzetu dhambi zao, ili na sisi tuweze kupata kibali, ili na sisi Mwenyezi Mungu aweze kutusamehe. Mara tunaposhindwa kuwasamehe wenzetu makosa yao dhambi zao, na Mwenyezi Mungu hatatusamehe. Hivyo tunaaswa kuwasamehe wanaotukosea ili na sisi tuweze kupata masaili ya kusamehewa na Mwenyezi Mungu. Katika kipengele kile cha usitutie katika majaribu lakini utuopoe na yule moo, ndugu zangu, tunaalikwa tuishi vema kipengele hiki, na ili tuweze kuishi kipengele hiki tunaalikwa tusivitamid, tusivitamani vishawishi, tusiviendee vishawishi na vilevile kuna aswa kutoatia wengine vishawishini au kuwavuta wengine katika majaribu. Kwa maana kama tunasali usitutie katika kishawishi na tunaviendea vishawishi, sisi ni waongo na tunakufuru machoni pa muumba wetu na ni aibu kwetu sisi Wakristo. Ndugu zangu, nawaalika kwa namna ya pekee kila mmoja wetu leo aungane na wanafunzi katika injili kwa namna yake mwenyewe amwambie Yesu amfundishe kusali kwa usahihi, na sio kwa mazoea, na sio kutaja maneno tu. Yatupasa kujua kuwa hatujui kusali kwa usahihi, maana kuna muda tunamwacha Kristo ambaye ni mwalimu kwenye shule hii ya sala na kuwa wakaidi kumsikiliza. Yatupasa kuvumilia na Kristo katika shule ya sala na tumpe muda atufundishe ili tuweze kujua namna nzuri ya kusali. Na walika tumuombe tungome vilevile Roho Mtakatifu aondoe mbali mawazo, hisia zinazopelekea sisi kuwa na kiburi, sisi kujidai kuwa tunajua kusali, ili aweze kutusaidia tuweze kusali kama inavyostahili kama wanafunzi walivyoomba wafundishwe usali, tunapaswa kumwomba Kristo atujaze ujasiri wa kuweza kujifunza kutoka kwake yeye aliye mwalimu na Bwana wetu ambaye daima anasali kwa Baba aliye mbinguni. Ndugu zangu, mwalimu aliye bora katika ufundishaji, afanyaye kazi yake kwa uaminifu, kwa moyo wake kufurahia matokeo mazuri ya wanafunzi wake uliko hata mshahara au ujira anaoupata. Furaha ya Bwana wetu ni sisi wanafunzi wake, ni sisi wafuasi kushika mafundisho na kusali kwa usahihi kwa Baba aliye mbinguni. Hivyo ndugu zangu, kutokana na Injili hii ya siku ya leo, basi niwaalike kuchota mafundisho machache juu ya Injili hii ya leo. Kwanza, Daima tujue kuwa sala ni nyenzo ya kutufanya tupokee mapenzi ya Mungu na siyo nyenzo ya sisi kupata tunachotaka kutoka kwa Mungu. Pili, kama wanafunzi wa Yesu na sisi yatupasa, usali kwa unyenyekevu, usali kwa imani, usali kwa moyo, kwa akili na nguvu zetu zote, maana Injili imetufundisha jinsi ya kusali tayari tatu, ni katika sala ahadi zetu tunazosubiri zitatimia, zinafanikiwa na ufalme wa mungu unatufikia na utukufu wa Mungu unafunuliwa kwetu. Tunapo sali sala ya Bwana yatupasa kutoa msamaha kwa wale waliotukosea ili na Mungu aweze kutusamehe. Mama Teresa wa Karukuta anasema Sala kwa maisha ya Mkristo ni muhimu kama pumzi, kama damu mwilini, kama kitu kingine chochote muhimu ambacho kinatufanya tuishi. Hivyo ndugu zangu, nawaalika daima tusali katika maisha yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Kosta Peti Michael Mbago wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!